Kwa mara ya kwanza ulimuona wapi Elizabeth, na ilikuwaje? Unaweza kutuambia hapa sisi tukaweza kufahamu, kwa wale masingo wenzangu na mimi, unaweza kuwa unapita maeneo hayo ukamuona na we mchumba ukajipatia bebe pale. Karibu kaka Obama. Asante sana. Kwanza kiufupi, mimi ni mwanaharakati katika moja na mbili. Mimi ni fundi ya katika harakati zangu za kazi hapa na pale Najua kuna mabosi zangu wengi sana ndani hapa wengi mno ndiyo. Tupo na watu wazito yes. E, katika moja na mbili ya harakati ndio nikabahatika kumpata malkia Elizabeth. ilikuwa mwaka gani hiyo? mwaka gani hiyo kutuambia. Ukikaunti hapo miaka tisa ukipiga hesabu elfu mbili na kumi na sita, elfu mbili na kumi na sita na ndio Wapigeni makofi mengi sana, wapigeni makofi.